Yes, karibu sana katika ripoti za Mwananchi Digital. Wakati dunia ikiwa bado kwenye mshangao kufuatia taarifa za kifo cha Papa Fransisi, huko mkoani Iringa vilio vimetawala wakati miili ya watu sita ikiwasili viwanja vya Shule ya Msingi Upendo. Vifo hivyo vilisababishwa na ajali ya gari ya kubebea wagonjwa ambulance kugongana na pikipiki ya miguu mitatu Toyo. Ajali hiyo ilitokea juzi majira ya saa kumi na mbili na nusu za asubuhi eneo la Luganga, barabara Mafinga, katika halmashauri ya mji wa Mafinga, wilaya ya Mufindi, mkoani Iringa na kujeruhi watu takribani kumi na tano na miili ya watu hao inaagwa leo Jumatatu Aprili ishirini na moja 2025 katika viwanja hivyo hivyo, kama unavyojionea kwenye picha hizo ambazo Mary Sanyiwa ameweza kutukusanyia na kuhakikisha wewe mtazamaji wetu unapata kutazama au kushuhudia kile kinachoendelea katika eneo hilo la shule ya msingi. Na kama unavyoshuhudia mamia ya watu wamejitokeza kwenye eneo hilo kuhakikisha wapendwa wao wanaenda kupumzishwa katika nyumba zao za milele. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali, ili kufahamu mengi juu ya hichi kinachoendelea hapo mkoani Iringa. Baki nasi.